Hello, mambo vipi Mtanzania kokote unapotusikiliza, hii ni dada Flow na tumekutana tena kwa mara nyingine, tukiwa na mambo mazuri ya kukujuza wewe mtazamaji unayetufuatilia pale Instagram pamoja na YouTube. Kama unavyojua bwana dada Flow hatukosi kuwa na jambo, na leo tuna jambo letu, tuko na mrembo ambaye yeye anafanya vitu mbalimbali na ni mwanachuo ambaye ataenda kutueleza kinaga ubaga anafanya nini na wewe binti, unaezasikiliza, kijana, mama, kokote ulipo, naamini kuna kitu ambacho utaenda kujifunza na kitakuwa msaada kwako. Karibu sana kutufuatilia, karibu sana kutusikiliza. Mrembo, habari <laughs> yako? Mzuri <tunyi> na wewe mzuri, karibu. Amependeza, apendeza pia ingekuwa ingekua niuenda idaga banana banana, why banana. Hmm, the sweetness in it oh wow yeah. <laughs> yeah. Karibu ujitambulishe, wanatamani kukutambua wewe ni nani, unafanya nini, uko wapi kwa sasa? Habari, jina langu ni Devotha Mwamakula, ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu chuo kikuu Ardhi. Mimi ni social worker, nafanya harakati za jamii pia ni advocate wa youth and women empowerment, young girls empowerment Mm -hmm. wa wow. Ongera sasa. <laughs> mwanachuo chuo mwanaharakati, imekaaje kwa upande wako? Kwa upande wangu nasema ni kitu ambacho kina ni inspire mwenyewe ndani, inanipa hamasa kwa sababu mimi ni binti, natamani pia kuona mabinti wengine wanainuka, ndio maana nikasema napenda ni advocate wa vijana na mabinti wadogo sababu mi mwenyewe ni kijana, mi mwenyewe ni binti, natamani nikuwe nifike sehemu, wanasema behind the scene. Yani mtu akiwa mwana harakati wa kitu fulani mm, au labda tuseme akiwa anauza duka, kuna kitu anakipenda pale dukani kwake, labda akiwa mwana mitindo wa nguo, labda anapenda kuvaa mm. kitu gani behind the scene kulikushawishi kuingia kwenye youth advocate? pamoja nabinafsi, labda niseme ni passion, yani ni kitu ambacho naona kiko ndani, yeah, yeah. Kwasababu ni tangu niko mdogo naona nina na pashen ya kuongoza, nina pashen ya kusaidia wengine, kwa ni kitu ambacho na, naona kiko ndani, ni pashen. Tunaamini kwamba kwa wa, uh, watu wengi wanaanza vitu tangu wakiwa watoto wa mm, lakini kuna namna ambavyo kadri anakuwa pashen inaweza ikaondoka, na hii inatokea hasa kwa wasichana mm, kwa wasichana, kwa wasichana akueka na kufanya mm. kwa upande wako ipoje? Kwa upande wangu mimi kama nilivyosema, kwamba fashion kwa yangu mimi ilianza tangu niko mdogo. Huwa namwambiaga hata mama angu kwamba napenda kuongea na watu, yani napenda kuongea na watu, kwa naona ile kitu ambayo ilikuwepo tangu niko mdogo bado ninayo mpaka leo, na hata kozi ninayosoma naifanya mimi nikutane na watu, kwa naona bado ile kitu ambayo ilikuwepo tangu mda bado iko mpaka leo wanachuo na makundi ambayo yanaharibu wasichana kwa namna moja au nyingine, yani kubadilisha zile ndoto ambazo mtu alizokuwa nazo baada ya kufika chuo, imekuwa ni kilio kikubwa sana mm. kwenye vyuo vingi mm. kwako kwa hii kama ni kiongozi wa chuo, mwanaharakati, hii kwako unaiongeleaje, na kwa upande wako unaweza ukasema uka nini na msichana mm. Kwa hilo swala, ni kweli hata watu wanasema eh, hawa kishafika chuo wanapotea, wanakuwa sio wao tena ila mimi naamini katika kujitambua na kuelewa nini unataka wewe kama msichana, kwa sababu ukishasimama kwenye nafasi yako ukajua nini unataka kwenye maisha yako na wapi unataka kufikia, utasimama na kutunza kile kitu ambacho kiko ndani yako. Kwao kwa, kwa upande wangu mimi naona kwamba kama binti au msichana, inabidi usimame kwenye nafasi yako, ujue nini unataka na ujue kwamba kuna taifa la kesho, sio swala la leo tu pia, ila kuna kesho. Kwao inabidi usimame wewe kama wewe, usimame kwenye misimamo ya kwako, lakini kumwamini Mungu pia. Ukishakuwa na hofu ya Mungu ndani, lazima tu utasimama kwenye mstari, hautachanganywa na mambo ya peer pressure, makundi nini hivyo. Bana, mimi nimevalishwa Boutique kama unavyoniona, nimependeza kabisa. Hawa ni wauzaji wa nguo ambapo wanapatikana jijini Dalesammbezi Makonde, basi angi tu ukifika hapo unawapata na pale Instagram wanapatikana kwa s, ambapo wanauza nguo za official, magauni suruali i na gauni kama hii liliyovaa nimejipatia hapo karibuni sana. Okay, tunaendelea sasa kwa namna moja au nyingine tunaweza tukaongeleaje swala la uamini uwakilishwaji au wa, wasichana kuhusianishwa na maswala mbalimbali ya uongozi au, au harakati. Kwa namna yako unaona sasa hivi, je, wasichana wanashirikishwa? Na kama wanashirikishwa au kama washirikishwi, wanakwama wapi wasichana kuzishika zile nafasi za juu au kuongoza tangu wakiwa huku chuoni? na sasa hivi tunaona mara nyingine wasichana baada ya kumaliza maybe chuo au baada ya kurudi mtaani, ndo anakumbuka na anasema unakumbuka, shuka kumekucha. Kaka wewe hapo ha, nianze na swali la kwanza la ushirikishwaji wa wasichana wa, wa wa yeah. Mimi ukiangalia katika tunavyoendelea, kuna nafasi kubwa sana ambayo wasichana wanashirikishwa kwenye mambo mbalimbali mbali ya kijamii na maendeleo ya jamii yetu, tofauti na zamani. Sasa hivi mwanamke amekuwa ni nyanja kuu ya maendeleo, na yeye amewekewa consideration sawa. Hata tukiangalia kuna watu wengi wakubwa wanafanya vitu vingi vizuri. Tukirudi kwa upande wa mabinti, tunaona wapo mabinti wengi ambao wanashirikishwa, kwao ushirikishwaji upo, lakini tunarudi sasa kwenye kitu ambacho kinawazuia mabinti. Mabinti wengi wanaule uoga wa kusema labda mimi siwezi, au kitu fulani ni cha mtu fulani, au mimi sijapangiwa hicho, au nitakaaje kwenye ile nafasi, watu watanionaje, jamii itanionaje. Sawa, wana, wana ile inferiority kufil kwamba hawawezi kufanya kitu chochote, ndo kitu ambacho kinawarudisha nyuma mabinti wengi na kuwafanya wao washindwa kuendelea mbele mm-hmm. Sasa ukija ukaangalia kwa namna moja au nyingine ni kitu ambacho kinawafanya wao warudi nyuma na washindwe kufikia zile nafasi. Lakini kitu kingine naweza nikasema ya kwamba hawako na ule umakini wa kufuatilia vitu. Sawa, siku hizi, social media iko very active, kuna opportunities nyingi sana mtandaoni, lakini ni wachache sana ambao wanafuatilia. Kwa hiyo naona hiyo ni chanzo kingine cha kuwafanya wao wa, washindwe ya kujihusisha kwenye mambo mbalimbali. Mitandao ya kijamii iko wazi, wasichana sichana hatufatilii mambo na bado tunashinda tiktok na vitu vingine kama hivyo, kwamba mitandao ya kijamii bado ina nguvu ya kukufanya wewe ufatilie matukio yale, yani ambayo inaweza kakufanya kukutoa uoga na kukupa hamasa ya kufika pale unapofikia. Devotha, kuna namna moja au nyingine ambayo wakati mwingine kujifunza, kuna hizi uh, kozi za uh, mtandaoni mbali mbalimbali ambazo zinaandaliwa zinakuwa na gharama, lakini sio kiasi kikubwa, na nyingine zinakuwa uh, free. Lakini uh, mara nyingi naona kama kuna wasichana ambao mara nyingi ndo wanajitokeza huko, yaani sula zinajirudia, alafu kuna yule msichana anakuambia, mimi sijaona, sijapata ya fursa ya kufanya, ndio maana sijafanya au ya kwenda ndio maana sijaenda, na bado fursa ziko wazi kwenye haya masuala ya event, kuhudhuria event, kwenda kwenye workshop mbalimbali mbali. Kuna nini kimejificha hapo ambacho wasichana hawakijui? Kwanza niseme you guys, you are missing a lot. Yani labda nianzie hapo, you are missing a lot kwa sababu kwenye hizi workshop ambazo zinaandaliwa event mbalimbali mbali. Kuna watu wengi ambao unakutana nao, sawa kwa tunakutana na watu wengi sana kwenye hizi workshop, wanasema ile, ukiachana na kwamba unaenda kujifunza, lakini ni sehemu ya wewe kunetwork na uweze ukaamini. Unaweza kukutana na mtu ndio ikawa mwanzo wewe kutoka. Unaweza ukasema mimi nina passion, umeenda kwenye workshop, ndio umeinteract na wengine, ule ndio mwanzo wewe kuanza kutafuta nini unataka katika maisha yako, nini unataka kukifikia. Ni mwanzo kwa sababu Remember, kuna mtu alisema kwamba Mungu aliachilia kila kitu kwenye mikono ya watu. So each and everything kiko mikononi mwa Sawa? kwa ni Tawa, yani baraka zote ziko mikononi mwa watu. Ukishakuwa yani wawatu kishakua ndani, hutoki hukutani na wengine, obviously unaweza unapishana na hizo baraka kila siku. Kwa hiyo attending hizi workshop, kuingia kwenye hizo online courses hizi inakusaidia, ina pia unaweza ukakutana na watu wengine, ule ndo mwanzo wa njia. Sasa hivi mabinti wengi unajua, kuna ile tu, kuna link hiyo they, they won't be telling you kwamba kuna nafasi hapa, kitu ambacho anakiita connection, kuna nafasi hapa mm, njoo no, yani kuna link hapa ya maombi. Go for it. Now, you have to grab it yani, sio kwamba watakuletea opportunity mkononi no, you have to grab it hivyo. Kwa hiyo ukienda kwenye workshop, unakutana na watu mbalimbali ambao wanakusaidia pia kukua, wow. yeah. Kitu uh, gani ki tunaamini kwamba, naamini kwamba kuna namna umefika, na kuna watu wanakutazama as your role model kwao. Kitu gani kinakukwaza sana upande wa wasichana, naulikuwa unatamani ku voice up siku nyingi kwamba either wabadilike au kuwe na changes kwenye hiyo engu kwenye tabia ya wasichana au vitu kama hivyo, kwa wasichana? One of the thing I hate ni kuto kujiamini. <laughs> Yani, asilimia kubwa ya wasichana ni wanakosa kujiamini. Sawa, shaweka notion ni kwamba vitu fulani ni vya wanaume, vitu fulani ni vya kufanya watu ambao wana pesa wako juu, ila hapana. Yani ni mtu yeyote anaweza akasimama na akasema kitu chochote. ko kama msichana ambaye ulikuwa hujiamini, ni nafasi yako sasa ya kusimama na kuanza kujiamini tena kwa upya kama kiongozi. Kiongozi gani ambaye wakiki anakumotivate unamfuatilia na, una na unatamani kuna namna labda amekusaidia kwa namna moja, wengine unaweza kawa wengi, mm. yuo na, kama kuna wasichana ambao wanaweza kumfuatilia, kitu gani watakipata kutoka kwake? kwa, okay. kwa upande kuna huyu mmoja yuko, sijawahi wasiana naye mm. namfuatilia tu mm. na yuko mwingine sasa ambaye ananiinspire ndani binafsi, huwa nikikaa nikimwangalia Asima, yes I have to go like this fine mm -hmm. Kuna huyu mdada mwenye itwa Vivian Joseph. wow. Ni, ni yuko kwenye watoto wa Afrika. yeah. napenda sana kumfuatilia an inspire insight. but for this one ambaye sasa amekuwa ni kama role model wangu, ameniongoza pia kwenye vitu mbalimbali. Napenda sana kumwangalia, ko naamini na hata wengine ambao wako chuoni kwetu, pale hata jamii ambao wanamfahamu watakubaliana na, na mimi. anaitwa Careen Mbati Sahivi uko ta ile mdada ana pashon moja ya kwamba never give up. mm -hmm. Yeah, never give up. na yuko very hard working kwa nampenda, yaani nampenda, napenda kufuatilia vitu vyake anavyofanya na ile spirit ambayo anayo ndani. mm -hmm. Ana spirit ya kusaidia wengine, naweza nikasema nimefika hapa pia, yeye ni, ni source ya mimi kufika hapa. Wow. Yeah, so I'm really thankful kwa wengine pia ukafuatilia pia, unaweza kuwa na mtu mwingine ambaye anaweza kukumotivate ukafika sehemu. Just be humble, yeah be humble and be patient. Wow, ah, mambo ni mazuri jamani. Changamoto gani kubwa ambayo wewe ni kufanya ukaipita au ukaivuka, lakini uh, kuna namna ambavyo unaweza ukaongelea kwa msichana mwingine kwamba hivi hata akikutana naye anaweza kuvuka, zungumza na okay. Wanasema kila mtu ana face trauma ya kwake mwenye binafsi kwamba sijakutana na, I can say this na, ile, na challenge outside, ila ni na ile ku feel inferiority inside, I can show it outside ila ndani na tabia kujikandamiza, be like, ah ah, Devote, I can do this hawezi kufika hapa. Hiyo ni moja ya kitu ambacho mimi kwangu ni changamoto and still fighting for it. Najua wapo wengi ambao wana ile kujikandamiza ndani, kusema kwamba mimi siwezi, mimi siwezi. Ni kushauri tu, it's okay to feel the trauma inside but don't show it outside. Inabidi upambane usimame and you have to overcome it. Wakati tunamalizia, nimepata point kubwa sana kwenye kujiamini. Nasema watu wanakatisha sana tamaa yani, naumiza sana watu yaani, mtu anaumiza mtu, na wasichana wengi hiyo imekuwa ni kilio. Hata marafiki, kupata rafiki yule ambaye atakusapoti, kupata watu ambao watakusapoti kwenye jambo lako, imekuwa ni asilimia ndogo sana. Uh, kwako wewe ipoje? Na je, una marafiki ambao wanakusapoti au una wale watu ambao unasema yes hawa mimi niko safe nao? Kwanza nianze kwa kusema ya kwamba hakuna mtu ambaye atakubalika kila sehemu. Lazima ukubali ya kwamba kuna maeneo utafika, hawata ku appreciate oh, hawatakubali nini unafanya, hawataona value ya kitu ambacho unafanya. Kwa hiyo so, inabidi tu usimame katika wale wachache ambao Mungu atakuwa amekupatia. Stick now, be humble, be patient, sababu kila mtu ana wakati wake wa sawa, lakini kwa upande wangu I have friends, ya ya kwangukao siseme nao watu sahihi friends, watu ambao hawa nakutana nao kwenye hizi workshops ambazo wengine hawataki ku attend. Kuna vitu vingi sana umejifunza. Binti mwenzetu, unayetufuatilia, unayetusikiliza usiezi kutufuatilia tunayo madini mengi ambayo yatakusaidia wewe leo tumeondoka na kwamba usijinyime nafasi kutoka ndani, kujipa nafasi ya kuachilia kile ulicho nacho, kujiamini. Lakini tumeshirikishwa kwenye vitu vingi sana wasichana, ni namna tu ya kuanza kuonyesha vile tulivyo navyo, lakini kuambatana na watu sahihi ambao wanaweza kukufikisha wewe popote unapotamani kuwa. Tuko na Devotha, atuambie tunampataje na kama kuna binti kijana, mama, baba anatamani ajifunze, aendelee kukufatilia kwenye social media zako na namba zako za simu, kama utakuwa tayari kuzitaja basi kuna namna ambavyo kuna wengine unaweza ukawasaidia, karibu. Okay, kama nilivyosema, naitwa Devota Mwamakula, nasoma chuo kikuu Ardhi mwaka wa tatu, lakini natumia social media account, natumia Instagram devota underscore mwamakula, kwa kwa mtu yeyote ambaye anaweza akahitaji kuwasiliana na mimi, niko active Instagram. Asante sana, hii ni dada Flow. Kwa mara nyingine tena tumekuwa na mgeni wetu Devota kutoka pale chuo kikuu cha Ardhi. Naamini kuna mengi ambayo umejifunza kutoka kwake. Mimi ni Unosye am. Usiache kutufuatilia pale Instagram na YouTube, kwenye linki zote tunapatikana pale. Kwa helini.